lao kama mwanadamu angelikuwa ana ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa taala, Allah angeturuzuku sisi kama anavyomruzuku ndege. Takadu khimasan wataruhu bitanan, anatoka asubuhi ndege ananjaa tumbo lake tupu kabisa, walakin taruhu bitanan, anarudi akiwa ameshiba. Leo wengi sinafanya kazi, unamtegemea tajiri, hauna tawakkuli ya Allah, Akisema bwana leo ondoka basi, utatakulia. Unajua, mimi nina watoto nyumbani, sijui itakuwaje na kwamba bosi, lakini umesahau kwamba huyu, ili yeye akupatie wewe fedha, lazima Allah amruzuku. Kwa hiyo sisi ambao tulioajiriwa, basi tawakuulietu ni ndogo sana. Kwanza jenga mazingira kwamba kazi ile aliyokupa ni Allah, riziki yako wewe imepitia tu kwake yeye, imepitia ufanye kazi, ubebe chuma usipokuwapo yeye chuma kukibeba hawezi, usipokuwapo wewe maroboti ya pamba kuyafunga hawezi, usipokuwapo wewe hii, hii, hii, yeye kazi hii hataweza kuifanya. Ili yeye kazi zake ziende lazima we uwepo pale, ndio riziki yako inapitia pale. Lakini hili tawakkul ala Allah maa akhdhi li asbab, tumtegemee Allah subhanahu wataala. Hizi kazi ni sababu tu, ndio akasema mtume sallallahu alayhi wasallam Lau kama nyinyi wanadamu mngekuwa mnamtegemea Allah haki ya kumtegemea Allah subhanahu wa taala, basi Allah angewaruzukuni nyinyi kama ambavyo anawaruzuku wa, ana ndege. Anatoka ndege asubuhi na njaa hana kitu tumboni mwake, lakini akirudi, anarudi ameshiba. Miongoni mwa sababu za mtu kupata riziki, ndugu yangu, katika imani takwa Allah ni kumcha Allah subhanahu wa taala. Mche Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe mwanadamu, waliltizamu biawamirillah wajtinabu na wahihi, ni kujilazimisha wewe kumtegemea Allah subhanahu wa taala, kufata amri zake na kujiepusha na kufuata makatazo yake. Neno hili takwa, takwa sana. Riziki inakuwa ni ngumu sana kwa sababu ya maasi. Kuna maasi mengine, kuna baadhi dhunub tamnau riziki kuna baadhi ya makosa madhambi yanazuia mtu kupata riziki. Kuna baadhi ya, ya mama, makosa ukiyatenda basi riziki yako itakuwa ni ngumu sana kuipata, na miongoni mwa riziki ama makosa hayo ni mamekosa la uzinifu azina kadefashati zina inda almujtama. Uzinifu umezidi kwenye jamii na ndiyo maana riziki imekuwa ni taabu sana. Wewe angalia tu uzinifu ni gharama fedha za kwamba ndugu zako watumie wewe unakwenda kuzipoteza ovyo. Angalia tu wepeleleza tu wakati haujaingia